Inabidi viongozi waelewe ukweli kwamba unapomshirikisha mtu kwenye ku drive kusudi lako wewe, hata kama ile kusudi inahusisha, uh, well being labda ya kibiashara, au kama ni kazi, labda umewajiri watu, hakikisha ule upande wa wao kufaidika upo very clear, na unawapush wao kusaidia wewe kuendesha lile wazo lako kama ukifocus na kukuza wazo lako liende mbele, ufanikiwe, si kampuni ikue, uwe na product nzuri au service nzuri, alafu umepoteza focus kwenye namna gani wale watu wanafaidika kwenye mchakato wa kuleta huo uzuri, obviously, somewhere, somehow, au hautotoboa. So instead of focusing on good products or services, shift your focus. Focus on good satisfaction for those people you are engaging in the why, if it is a public why na unajua unajua, is Isaac hili swali limekuwa muda mrefu sana tu, najua anajua, hata rafiki zangu Waislamu wanamfahamu Yesu vizuri. Wale wanafunzi wa Yesu walimwambia, tumeacha vote tutapata nini? Yaani, yani walia msingi sana, akasema Bwana mambo angejichanganya, angejichanganya na Injili, wangeondoka wote, mtapata maramia hapa na mtapata maramia mbinguni. Wow, oh, man, no, man, tai basi tutafanya kazi na wee na enda pia mbali kirudi yeah. kwenye mkono wa Daudi na Goliati. Daudi Goliati, <laughs> nini? Nini? Nini? <laughs> atamua mtoto mfalme, akasema wow. Hii ni nzuri aka atasamehewa kodi yeye na nyumba yake yote yaani baba yake na mama yake na familia yake yote hawatalipa kodi kwenye lile taifa kwa miaka yote. Kwa hiyo akagundua, kumbe nikimua huyu mshenzi, ni familia yangu nitaikomboa. Kwa hiyo alivyoenda, alifanikiwa, lakini arudi kwenye lile lile swali, nitapata nini? Kwa hiyo wafanyakazi wako wakijua watakachokipata